Unataka kutengeneza video ya katuni kama hii? Acha nikuonyeshe ni jinsi gani unaweza kufanya. Vile utachofanya utaenda kwenye chat GPT, kisha utabonyeza kwenye hii alama ya ongeza hapa hivi ambayo unaiona hapa, kisha utaibonyeza, alafu utaona option ambayo imeandikwa add photo sama, add so, uta click add photo photo sama sama file sasa ya files, then ukiklika hapa hivi na kupeleka kwenye gallery yako hapa, unaweza apo unaweza ukachoose photo yote yenye unataka, alafu kisha choose photo utakuja uweke hapa hivi ni yako, utaisubiri kidogo, ita process, then itakuchangia kitu kama hii, kitu kama hii. Unaona sasa hapa hivi ni hii, utaisave hiyo picha. Unaweza iclick hivyo na ukadownload, ama ukaclick hapa hivi kwenye hii alama hapa ukadownload. Ukishafanya hivyo, nao cha kufanya cha pili ni kwenda kwenye site inajiita Hedra AI, so utasearch tu hapa hivi Hedra AI. Ukishaenda kwenye ukishasearch Hedra AI utaclick kwenye hii ya kwanza hii hapa. Ukishafika kwenye Edra AI kani mara yako ya kwanza, itakuuliza usign in na utasign in either kwa kutumia Google account ama ukucreate account, then the next thing utafanya hapo ni kuclik hapa kwa try now. Now, hapa kwa try now uta ukishabonyeza hapo utaona hii uh, option mbili hapa, kuna mali imeandikwa uh, start frame na audio script hapa hivi kama unavyoona kitu cha kufanya hapa hivi kwa start frame ndo mahali unaweka picha yako ambayo uli uh, create kutoka kwa chat gpt, so uta click start frame hapo kwa ongeza, then utaweka upload image ili kutoa picha ambayo tayari iko kwenye simu yako. Lakini kama unataka kuchukua picha hapo na hapo, uta click hapa kwenye capture image. Uh, alafu utakuja hapa hivi kwenye upload image, then uta click hapo. Nitachukua picha ambayo nilicreate kutoka kwa chat gpt, ndio hii hapa. Nikishaweka hiyo picha hivyo, the next thing ambayo inahitaji hapa kwenye audio script. Uh, audio script script sasa ni sauti ambayo unataka hii, uh, katuni yako iweze kuongea, so unaweza ukarekodi ama ukatumia audio recording ambayo tayari ulikuwa usha record. So ukibonyeza hapa hivi utaiona hivi, kuna record audio, generate speech. uh, generate speech ni kutumia AI iongee yenyewe, maybe unaiandikia maneno alafu itaiongea. Then record audio, utairekodi tu audio hapo na hapo. Alafu upload audio ni kama uko na audio tayari ambayo ambao ulisharekodi, ama maybe kwa mfano wimbo. uh, lakini hapa hivi nitaweka record script then nita ntarekodi hivi, alafu hapo ukisha rekodi audio yako unaweza ukatrim audio yako venye unataka sasa. Hapa audio yangu iko tayari, chenye utafanya sasa ni kuweka hapo kwa add to video, then utabonyeza hapo sasa. Tayari uko na kila kitu ambao unahitaji. The next thing ambao unaweka hasa ni prompt, so hapa kwenye prompt mimi nitaandika hivi speak with moving hands. Then ukishamaliza ukishaweka prompt yako ambao unataka hiyo katuni yako ifanye, wakati anaongea ama wakati anaimba, uta click kwenye hii arrow hapa hivi. Ukishaona interface kama hii uta click kwenye continue, ama uweke kwa upgrade kama unataka kuilipia upate features zaidi, but mimi nita click hapa continue. Ukisha click continue itakwambia processing, alafu utaona kitu kama queued hapa hivi cha ja kufanya sasa, utasubiri imalizie, alafu utakuwa umepata video yako. Naam, kama unavyoona, mzigo ndio hapa tayari shamaliza ku generate. So, cha kufanya hapa next ni ku download una, una click hapa hivi. Then una click kwenye download na tayari itakuwa isha download, ina download video ya cartoon kama hii. Naam, kufikia hapo mimi sina la ziada, nadhani nishakuonyesha ni jinsi gani unaweza kutengeneza animation za katuni kutumia AI. Io, kama umependa video hii na unataka video nyingine kama hizi, usisahau ku like na ku subscribe, au sio. Bye-bye.